Shangazi yake An-mei, Jing-Mei anachukua kiti chake mashariki mwa meza ya mahjong. Katika pembe za kaskazini, kusini na magharibi ni shangazi zake, washiriki wa muda mrefu wa klabu ya Joy Luck. Kundi hili la familia za wahamiaji huja pamoja kila wiki ili kufanya biashara ya uvumi, kuchukua wantan na chaswantam na kucheza na mahjong Walakin, mwanzilishi wa klabu hiyo mama wa Jing-Mei, Suyuan, amefariki hivi karibuni. Mwanzoni, Jing-Mei anajitahidi kujaza nafasi yake mezani, lakini shangazi zake wanapofunua siri iliyozikwa sana juu ya maisha ya Suyuan, Jing-Mei anatambua kwamba bado ana mengi ya kujifunza juu ya mamake na mwenyewe. Katika riwaya ya kwanza ya Amy Tan ya 1989, The Joy Luck Club, mkusanyiko huu kwenye meza ya mahjong ni hatua ya kuondoka kwa mfululizo wa vinet zilizounganishwa Kitabu chenyewe kimeundwa vizuri kuiga muundo wa mchezo wa Kichina, jinsi tu mahjong huchezwa zaidi ya raundi nne na angalau mikono minne kila mmoja kitabu hiki kimegawanywa mara nne kila moja sura nne, kimeigiziwa badala yake Uchina au San Francisco. Kila sura ina hadithi moja kutoka kwa mmoja wa wale wa mama wanne wa klabu ya Joy Luck au binti zao waliozaliwa Marekani. Hadithi hizi zinaonyesha maeneo ya vita na vijijini Uchina na ndoa za kisasa na mikusanyiko yenye uhasama kwenye meza ya chakula. Huangazia mada ya kuishi na upotezaji, upendo na ukosefu wake matamanio na uhalisia wake usioridhika. Katika mojawapo, Shangazi Lina anapanga kutoroka kutoka, kutoka kwa familia ya uadui ya mume wake aliyeahidiwa, na hatimaye kusababisha kuwasili kwake Marekani. Katika nyingine, siku yote ya familia ya Shu ya Marekani kwenye bichi inageuka mbaya wakati Rosa analemewa na jukumu ambalo mamake anampa. Janga linalotokana na hayo linaifadhaisha familia ile kwa miaka ijayo hadithi hizi zinaonyesha mgawanyiko unaowezekana kati ya vizazi na tamaduni, haswa katika familia za wahamiaji. Mama hao wote wamepata shida kubwa wakati wa maisha yao nchini Uchina na wamefanya kazi bila kuchoka kuwapa watoto wao fursa bora huko Marekani, lakini binti zao wanahisi kushindwa na matumaini ya wazazi wao yasiyotimizwa na matarajio makubwa. Jing-Mei anahisi shinikizo hili wakati anacheza mahjong na marafiki wa mama yake. Ana wasiwasi ndani yangu wanaona binti zao wenyewe kama vile hawajali, hawajali tu ukweli na matumaini yote ambayo wameleta Marekani. Mara kwa mara mama wanahitaji kukumbusha binti zao historia na urithi wao. Wakati huo huo, binti zao wanajitahidi kupatanisha maoni ya mama zao juu yao na wao ni nani kweli. Je, binti yangu ananijua? baadhi ya hadithi zinauliza. Kwa nini mama yangu haelewi? zingine hujibu. Katika kuhojiwa kwake juu ya maswali haya Tan anazungumza na wasiwasi ambao wanababisha wahamiaji wengi ambao mara nyingi huhisi ni wageni nchini mwao na kutoka kwa nchi yao mpya. Lakini kwa kuweka hadithi za mama hao wanne na binti pamoja, Tan anaelezea wazi kwamba Jing-Mei na wenzao wanapata nguvu kukabili matatizo yao ya sasa kupitia maadili ambayo mama zao waliwapa. Wakati The Joy Luck Club kilipochapishwa Tan alitarajia mafanikio madogo ila, kinyume chake, kitabu kile kilikuwa na mafanikio makubwa kibiashara. Leo hii wahusika hawa bado wanavutia wasomaji ulimwenguni kote, sio tu kwa jinsi wanavyoongea na uzoefu wa Wachina Waamerikani na wahamiaji, lakini pia kwa kufunua ukweli wa kina, haja ya kuonekana na kueleweka na wale mnaowapenda. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiria unajua. Au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.